Kenyatta Kiswana. Na Gachagua mimi nilisema hapa jana na bado nitarudia kusema Mr. Speaker, katika nchi yetu ya Kenya, Gachagua akisimama kura ya president na Ruto ni mjaji, anaweza cheza na akili ya Wakenya. Atoe ile kesi yake kotini ili Gachagua akuwe kwa baloti ai, Nuru Maloba Okanga siko tayari kupigia Gachagua kura Kashagwa sasa ndio mbaya ya urukinaila masam. Mimi najua na ninaongea kutoka kwa roho yangu, na siongei kwa sababu nachukia Kashagwa. Tabia ya Kashagwa kwa, kwa maandamano vyenye alitufanya ndio mbaya, ndio mbaya. Nakumbuka hapa kwa Apakuare Kashagu angemalizani na baba hapa Kware. Mimi kama Nuru Okanga niko upande wa Wantam. Narudia kusema mimi ni mtu wa Wantam. Katika upinzani, tuko na watu wengi wale wanataka president, tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na George na tembea na tuko na Fredi Okengo matiang'i ni afadhali tutembee na Kalonzo ama sio Kalonzo tupee Natembeya, kama sio Natembeya tupewe Fred Okengo Matiang'i, lakini Gachagua usimame kwa nyumba yako kwa kitanda, sio <laughs>